Uh, ndugu yangu, hii simu ulionayo simu ulionayo ni mtaji tosha na ndiyo yaweza kuwa ofisi yako na ikakuwezesha kupiga hela vibaya mno. Um, kuna fursa moja ya uwekezaji wa mtandaoni katika kampuni ya Cryptobond Investment, Cryptobond Digital Investment. Hii inakuwezesha kufanya uwekezaji ambao una faida kubwa sana, yani una faida kubwa sana, na uwekezaji wake ni mfupi wa muda mfupi, sio ule uwekezaji wa miaka sijui miezi mingapi. Uwekezaji wake ni wa siku mia, yaani katika siku mia unakuwa unapata faida mara kumi ya kiasi ulichoweka. Yani nazungumzia nikisema mara kumi, nafikiri tunaelewana, kwa sababu wote, kila mtu hata kama hajasoma hesabu, lakini anajua hesabu rahisi kama hiyo ya hela Yaani, inamaanisha kama ukiweka laki mbili maanake baada ya siku mia moja unakuwa na milioni mbili Umeone na kitu kilichorahisishwa zaidi. Na hii fursa au huu uwekezaji wa Cryptobond investment, ni kwamba unaweza kutoa hela yako muda wowote, sio mpaka siku mia zifanyeje zifanye. Mfano hapa niko na um, niko na video ambayo inaelekeza jinsi ya kutoa hela kupitia crypto bond ambayo nimeifanya muda si mrefu, sema sasa nataka kushare na nyinyi kidogo. Kuna mtu hapa nilikuwa nimemtumia, kwa hiyo nitatumia nitatumia video hiyo niliyomtumia kukuonyeshea na wewe. video yenyewe niliyomtumia ni hii hapa, ambayo inaonyesha jinsi ya kutoa hela. Leo nitaelekeza namna ya kutoa hela cryptobond. Utakuja kubonyeza neno withdraw. Kisha utachagua nchi ambayo upo. Mimi niko Tanzania. mimi nina line ni ya Mpesa, kwa hiyo miamala yangu mingi wanafanyia kupitia Mpesa. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye Mpesa na kubonyeza withdraw, nao nitaingiza kiasi ninachotaka kutoa. Kwa mfano, leo acha nitoe si mia tatu, kisha nitakonfirm Baada ya kukonfemu itakuja hii kama risiti na unipa maelekezo, nitapokea shingapi? Nitapokea shilingi elfu tano mia mbili themanini na nane nukta sita nne tatu. Sawa, naingiza namba yangu ya voda nitakaopokelea hela, kisha nabonyeza konfemu. Withdraw request successfully. Ah, na kama mnavyoiona, tayari hii hapa iko pending. Maana yake itakapokuwa complete, hapa itakapokuwa complete, maana yake tayari hela itakuwa ishaingia. Soon nitawatumia pia SMS ya mwamala pindi hii na sms ya muamala ilifika baada ya dakika tatu na yenyewe ni kama inavyoonekana hapo juu, nafikiri una uwezo wa kuiona hapo. Umethibitishwa umepokea elfu tano mia mbili themanini na nane na kutoka kwa Abia Sanganyoni, huyo ni wakaa wa Cryptobond na hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kupiga hela kwa mfano hapo eh, ukitazama hiyo akaunti yangu, ukitazama akaunti yangu inaonyesha kwamba na total withdraw za CB elfu nne mia nane tisini na hapo tu nimetoka kutoa CB mia tatu Umeona ni kama elfu tano na mia mbili themanini na nane Sasa unaweza ukajiuliza, kama mia tatu tu nilizotoa ni elfu tano je, hizo elfu nne na zitakuwa ni shilingi ngapi? Lakini sio hivyo tu, pia ukiangalia, leo nitaelekeza namna ya na kutoa hela Kriptobond, kuja kuona hapo kwamba faida niliyonayo, yani kwenye interest ni CB elfu sita na mia nane ishirini na sita nukta ngapi sijui, hizo tano tatu tatu. Na sio kwamba hapo ndo mwisho, zinaendelea kuingia hizo faida kulingana na kila baada ya masaa ishirini na nne inaingia. Kwa hiyo kama utataka nikuelekeze zaidi, unaweza ukanitafuta kwa namba ambayo nitaiweka hapo chini kwenye description, na kama utataka kujiunga pia nitaweka linki hapo kwenye description, nitaweka linki pia kwenye description. Kwa hiyo uta, utaweza kuchagua linki, maana nitaweka kama mbili. E, nitaweka mbili utachagua linki uta, utaka, utaka kuitumia itakaa kupendeza. Utajiunga then tutaanza kupiga hela wote kwa pamoja.